Pacha wa Simba Sports Klabu, eh bwana, nawe una la kuzungumza na waandishi wa habari kuelekea na hili ambalo lipo leo. Aya, kuzungumza, yapo mengi, yako mengi. Kwanza kabisa, mimi ningepata nafasi ya kumshauri Murtaza Ali Mangungu, ningemwambia ajiuzuru, ajiuzuru kwa maslahi mapana ya Simba. Unajua, inapofika stage mpaka shabiki ana kuingia mwilini inapofika stage mpaka shabiki anasema huyu hafai, brother, unalaa gani kwenye uongozi wako? Leo hii nitafutia shabiki wote wa Simba yuko tayari kupiga picha na Mangungu, nitafutia shabiki wote wa Simba ambaye anayempenda Mangungu kutoka moyoni yupo. unajua Dr moyo yupo. Tuwe wa kweli, tunaposema huyu kiongozi anatuumiza afai, tuna maana kubwa. Hivi vilio vya mtaani vyote vinamlalamikia yeye. Of course utawala wake mbovu. Utawala wake unatuangusha. Leo hii sisi tunaitwa majina ya ovyo, wengine wanatuita gao utamu. Alo tusababishia ni huyu. Ifike wakati tuwe wa kweli. Ndio maana mimi nasema naongea wazi wazi. Huyu kiongozi kwanza muda wake ushaisha. Mbona mbona kina Swedi Mkwabi walijiuzuru? Mbona viongozi wengi waliondoka kwa amani? Wewe unalaa gani kionaongoza wakutaki? Unaongoza wakupendi? We una laga gani kuwepo sehemu wenyewe wa kuhitaji? Unajua mambo mengine yanafurahisha kwelikweli na yanasikitisha. Huyu mangungu ametufanya sisi tuna, tuna, tumeshindwa kufuzu katika hii hatua. Huyu mangungu leo hii watu wanasimama wanakwambia ni kiongozi bora. Kwa kipi? Ifike wakati tuitetee Simba kutoka moyoni, tuwaulumia wa mashabiki wanaumia wa mtaani tunahitaji mabadiliko. Unajua watu wanaweza wakasema kwamba kuna upande wa mwekezaji na upande wa wanachama upande, sisi, sisi tunadili na wewe ambaye uende upande wetu wa wanachama ambao wewe una asilimia hamsini na moja. Hatuwezi kuanza kuhesabu mbili au tatu tukaacha moja. Wewe kama mwenyekiti umechukua hatua gani za msingi kabisa kwamba huyu kama huyu mwenyekezaji akupe ushirikiano? mwekezaji anadai hela, anadai hela zake ambazo alizotuweza alizo, alizo tu, kutudhamini. Wewe kwanini ujapinga au semi chochote? kama kuna lakini hapa, wewe ndio maana ndio maana unapoitwa kwenye mkutano unashindwa kuwapa ushirikiano wanachama. Kwa nini? Unaona kuna maslahi yako binafsi, na ndio maana si sisi tunakulaumu wewe moja kwa moja. Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa, si atumtetei mo, si tuko pamoja na Simba, lakini kwa nini tunasema mangungu wanatuumiza Mwenendo wake mbovu atupi ushirikiano wanachama na mashabiki kwa ujumla. Wewe usiposimama kututetea sisi, atutetee nani? Ikiwa wewe ndio kiongozi wetu, wewe unaponyamaza au unapowakimbia wanachama inamaanisha we unanufaika, inamaanisha wewe uko pamoja na wanachama. Na ndio maana mashabiki na wanachama wanakunyoshia we vidole. Mwenelewa? Nimeona juzi kuna huyu mchezaji wa zamani anamsifia Mangungu eh? Unamsifia Mangungu kwa kipi, ikiwa sisi leo tunafungwa na Yanga mara sita mfululizo, tunafungwa na Azamu wenye anda 20. Tunaitwa wagawa utamu. Tena leo hii Simba tunazalirika tuna mjini, tunaogopa baa kuvaa hizi jezi, tunatembea na jezi mbili mbili, hatujivunii Simba yetu. Yote imesababishwa na huyu kiongozi leo hii unalaa gani? Na ndo maana mimi nimesema kama nilivyosema, nilivyosema awali ningepata nafasi ya kumshauri ukiongozi, ningemwambia ajiuzuru ndani ya Simba, lakini kuna wengine wanasema Mangungu apepewe. Unajua mimi siungani nao na ndo maana mimi mina... kwa utendaji wake wa kazi tunafungwa na Yanga mara sita mfululizo, of course utawala mbovu brother. Na kuongea kwamba kiongozi anatuangusha si kosa, huyu kiongozi afai si kosa, tunahitaji mabadiliko. Alisema mwezi wa kwanza tarehe tano atatoa kadi. Kwa nini kadi hatoi? Tatizo nini? Kiongozi mwenye maarifa angewaita angiwa wanachama angewaambia bwana, kadi tumeshindwa kutoa, kigezo moja mbili tatu, watu wakaelewa. Unapokaa kimya, unaposhindwa kusema chochote, watu wanakuona wewe ni, una kiburi wewe una, una, una, ni, mlo, ni, ni mlafi wa madaraka. Pengine hauko hivyo, lakini viashirio vyako huu kimya wako unatengeneza maswali mengi, na ndio maana tunasema huu kiongozi tukisema kiongozi abadiliki aje mwingine si, si vibaya na si kosa. Mwenelewa. Unajua mimi kidogo niko tofauti na mashabiki wenzangu wa Simba. Hawa mashabiki wenze, hawa wenzetu Yanga, kwa nini wamefanikiwa? Kwa nini injinia leo hii watu wanamuimba Yanga? Kwa nini Yanga amefanikiwa hapa? kwanini Yanga Injinia amefanikiwa hapa? Yanga Yanga wameshatoka huku oh, oh! Yanga wameamua kubadilisha mfumo. Wameenda na mfumo wa kisasa na sio Yanga tu, timu nyingi sana za Afrika ikiwemo duniani. Man City leo wamefanikiwa, ama Barcelona wamewampa mtu mmoja. Unajua haiwezekani wanaume wawili wakawa mafahali. Simba inatakiwa tumwachie mtu mmoja timu ili waweze kufanyaje, aweze kuipeleka katika nchi hadi Yanga. Wenzetu injinia ndo mwenye kauli Uweza kuangalia timu zote al Al-Ahli, hawana mambo haya ya asilimia hamsini na tisa si kwa, kwa arobaini na moja kwa washavuka. Hizi levo huyu Mangungu ataongea huyu bosi Mo ataongea atakuja magoli ataongea aise, hatuwezi kufika. Ifiki wakati lazima tukubali ukweli kwamba tunahitaji mabadiliko yale ya kweli ndani ya Simba. Pacha tujadili mimi na wewe jambo moja hapa. Mutaza Mangungu, katika siku ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, alizungumza na kusema ya kwamba timu ikishinda ni ya uongozi pamoja na mashabiki wote, unakuwa hakuna tatizo, ila timu ikifungwa shida na changamoto inakuwa ni kwa Mangungu. Mbona kwenye raha hamko naye, lakini kwenye shida ndo mnaanza kumpokea na kusema ya kwamba wa Mangungu ndio mwenye makosa? Unajua, tunapomlaumu Mangungu kwamba afai tuna maana kubwa tumlaumu nani? Kama yeye ndio kiongozi, tukawalaumu tuka jamaa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Mwenge. au tukawalaumu jamaa wa, wa, wa Kariakoo? <tutu> Unajua, tuwe wa kweli, umenielewa? tuna, tunaposema kwamba okay, unaweza kusema kwenye swala la wachezaji wanaposema kwamba moo watoi yela. wachezaji wanaletwa na nani? awa wachezaji wanalipwa na nani? Unajua, mnyonge mnyongeni, aki yake mpeni. Kuna kundi kubwa limeanzishwa la kumchafua mo huyu. Mo anayesajili wachezaji nani? Anayewalipa wachezaji nani? Umenielewa? Au wachezaji wanadai? Mimi ukiniuliza nitakwambia kila mtu kiongozi ndani ya Simba ndio natupelekea sisi tufanye vibaya. Umenielewa? Timu haiendeshwi hivyo, lazima tukubali, tubadilishe mfumo kwa nini wenzetu Yanga wamefanikiwa kwenye hili? Injinia amekuwa kiongozi bora Yanga. Hili jambo linatuuma. Leo hii tunatamani injinia aje kutuongoza Simba kwa mambo anayoyafanya. Leo hii mashabiki wa Simba tunatamani injinia aje kutuongoza Simba. Tuwe wa kweli, tunaona wivu mambo anayoyafanya injinia Yanga, umenielewa. Injinia akaenda kuibadilisha Yanga kwa vitendo. Leo hii mashabiki wote wa Yanga Wanatamani kupiga picha na injinia. Leo hii injinia ukiniambia injinia pepeo nitakwambia sawa. Injinia anapanda ndege aenda kuwasajili kumsajili mwenyewe mchezaji. Hawa wachezaji wote bora walikuwa Yanga tuliwataka sisi. Ndio maana mimi nawaambia mashabiki wenzangu wa Simba. Tusi, tusijaribu tena kuwa, kusifia wachezaji. Tukasema wachezaji wazuri. Hapana, ili jambo baya, ili jambo la uchawa. Wachezaji mpaka wacheze tuwaone. Tuwaone viwango vyao. Hii tabia kuwasifia kwa wachezaji hatujawaona, hili jambo linatutafuna. Kwani usajili ambao umesajiliwa dirisha dogo pia unaamini kwamba haufai? Pia unajua wachezaji mpaka tuwaone wacheze. Tumeshaletewa kina sawa dogo, hapa ulishawaona tayari washacheza baadhi ya mechi kadhaa. Unawahisi ni kwamba dirisha dogo pia bado wamekuletea wachezaji ambao sio sahili kwa Simba. Unajua hauwezi mchezaji ukampima kwenye mechi moja au mechi mbili. Umenielewa? Siwezi nikasimama kwako, nikuambia mchezaji mzuri. Umenelewa? maji na mafuta atajitenga. Huyu Mutale tulimsifia, amefunga goli, na ndio maana nasema, ndugu zangu, tuacheni mambo haya unafiki. Ya kwanza ujue, tukileta uchawa ndani ya Simba tunajitafuna wenyewe. Haiwezekani tukasema mchezaji mzuri hajacheza, we umemwona wapi? Aya, mambo mabaya. Mchezaji tumpe muda acheze mechi tatu nne, tutamwona kama mtare. Mtare tulimsifia hapa, tukamwita Messi, tukamwita budo. Kilichofuata ni nini? amekuwa anacheza mtare, kimefuatia ni nini? wana Simba ili jambo baya unaweza ukaniambia? Libase pia atakuwa miongoni mwa watu ambao hawataimbwa pia Simba pale, unajua ndio maana nasema mchezaji akiwa mzuri atajipambanua mwenyewe, tutamwona kiwango chake. Umenielewa? maji na mafuta atajitenga kila mchezaji mzuri ataonekana uzuri wake ye mwenyewe, bila sisi kumpamba kwa makofi, umenielewa. Na ndio maana nasema, wana Simba, hawa wachezaji tuliwasajili, tuwape muda bwana. Neno la mwisho pia, ungependa kuambia nini watu? Mimi niwaambie tu wana Simba, sasa huu ndio wakati wa kuwa pamoja, umenielewa. Unajua nyakati ngumu huwa hazidumu. Nini maana neno nguvu moja? Nguvu moja, maana yake tuwe pamoja ikibidi kufurahi tufurahi yote, ikibidi kuhuzunika tuhuzunike wote. Umenelewa? Wewe utakuwa mwana simba gani ikiwa unakata tamaa? Ni simba ni ya kwako, umenelewa? Kama hutaki kwamauipendi simba, umenelewa? Ama basi hamia ta yanga huko, mbona wengi wamehama. Tushikamane tuungane, hii timu yetu tushikamane. Ipo siku tutafika kwenye nchi ya hadi. Shukrani sana, asante. <tune>